Tumeonlea tuingie katika Suratul Mumtahina, sura ya sitini kwa taratibu wa mashafu, katika sura zilizoteremka baada ya mtume sallallahu llahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Hii ni miongoni mwa sura ambazo zina ahkami mbalimbali. Imeitwa alimtihanu kwa ndani yake kuna maelekezo kwa Waislamu baada ya vita, hasa baada ya vita ya yani, baada ya sulhul hudaybia. Kwa hiyo sulhul hudaybia ilikuwa na maelekezo kwamba katika jumla ya makubaliano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraishi ilikuwa mtu yeyote atakayekuwa ametoka Maka, maana ilikuwa utaratibu wa Uislamu kwamba kuhama Maka kuhamia Madina ni wajib, labda mtu awe minal mustadhafina kama aya mbalimbali zilivyokuwa zimejieleza. Sasa alipofanya sulhu la Hudaybiyah, katika jumla ya makubaliano ambayo moja kipengele kigumu kueleweka kwa masahaba ilikuwa akitoka mtu Makka kuja kwa mtume Muhammad SAW ni kuja Madina, mtu anatakiwa arudishwe Makka. Lakini akitoka mtu Madina, ni akitoka upande wa Waislamu akirudi wa upande wa Makuraishi huku, huyo mtu aachwe hivyo hivyo. Hii ni moja ya kipengele katika vipengele vya sulhu lHudaibia ambayo ilikuwa hakikueleweka kwa masahaba kwa sababu ile li jambo lilikuwa ilahia. Mtume salam aliingia makubaliano yale ya kidiplomasia kwa maelekezo ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo katika levu ya kibinadamu, masahaba wakubwa wakubwa, mtu amekuja wa katika Uislamu kumrudishe Umbrud, akateseke kule na Makuraishi wamtese na pale pale, kabla sulhu ya Hudaibiya haijamalizika mtoto wa aliyekuwa anasimamia suluh upande wa Makureishi alikuwa ameshasilimu muda mrefu kwao, ikawa ndio anatoka Maka. Ukifanya hili Muhammad, unakuwa umeshavunja makubaliano. Mtume anasema lakini makubaliano yenyewe hatujasaini bado, anasema haikubaliki. Kwa hiyo akarudi naye mwanawe na akaja kumwadhibu ya kutosha. Sasa ikawa kuna swala la kina mama inakuwaje? Wanawake na wao wanaingia katika Sulhul Hudaibiya kwamba na wao wakija Madina wasirudishwe. Sasa ikawa utaratibu, wale kina mama walivyokuja, wametoka Makka wamekuja Madina kama Waislamu, mawalii wao wasimamizi wao, yani wazee wao pengine waume zao, kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa makubaliano inabidi warudishwe Makka. Mtume, makubaliano ni kweli, lakini kinamama hawakuingia, kwa sababu katika taratibu ilikuwa by then kwenye vita wanawake na watoto wadogo hawajumuishi. Kwa hiyo hii ilikuwa inawahusu wanaume tu. Kwa hiyo ikawa sasa ili wabakie pale Madina, Mtume abakiwe nao, inabidi kuwa na kwa uhakika kwamba hawa kweli ni waumini, isije ikawa amekuja kuspai, maana aeza kuwa watu wametumwa wanakuja kuangalia wanafanya nini, wanafanya nini, halafu mwisho wa siku na kina mama wanajua, wana njia nyingi za hapa na pale za siri za kuweza ku wakamatisha pengine watu. Kwa hiyo ikawa sasa, mwanamke akija kutoka Maka anapewa mtihani kidogo, kujaribiwa, kuulizwa maswali, kuonekana kweli huyu imani anayo au imani hana. Ndio maelekezo haya yamekuja katika sura hii, ndio maana ikaitwa suratu Al-Mumtahina, lakini pia sura inaelekeza kwamba mtu akishaingia katika Uislamu basi aingie moja kwa moja, asizingatie mafungamano na jamaa zake na ndugu zake ambao hawapo katika Uislamu. Sababu hapa pia kulikuwa na masahaba ambao baada ya Mtume kutangaza Fathu Makka, kuna masahaba walipeleka taarifa kwa baadhi ya watu ambao waliwakiingia kifua, walikuwa wametuma maelekezo kwamba jamani, Mtume salama anakuja huko, kwa hiyo kaeni vizuri. Lakini wakati ule sahaba anaitwa Hatib ibn Abi Baltat amemtuma yule bwana yule mama, alimpa mwana mama, ndo alimpa barua apeleke kule, na kwa sababu alimwambia hii ni asiri kubwa, asione mtu yoyote, iwafikie wale wahusika. Yule mama akaisukia kwenye kwenye nywele zake. Kwa hiyo Mtume swalla salama akawatuma Sayyidina Ali na Mikdad bin Al-Aswad radiyallahu anhuma, akawaambia nendeni, sehemu fulani mtamkuta mwana mama ana barua, ichukue ni hiyo barua nileteeni. Na wale masahaba wakaenda, kwa bahati wakamkuta yule mama, wakamwambia tupe barua. Yule mwana mama akasema mimi sina taarifa yote. Akamwambia tupe barua maadamu Mtume wasallam ametuambia wewe barua unayo, utaitoa. Yule mama akaleta mgomo, akamwambia mambo mawili, utatupa ile barua au tutakuadhiri, tutakuvua nguo au ala kuli hali utakuwa katika mazingira hatari. Baada ya kusikia hivyo, yule mama ndo akaitoa ile barua katika katika nywele zake. Ndio hizi aya ya kwanza, ya pili na ya tatu zinaelezea tukio hilo ambalo tumeelezea kwa ufupi. Kwa hiyo sura inatoa maelekezo na muongozo kwa waumini kuzingatia maslahi ya dini, watu wachunge sana maslahi ya dini, wayape uzito na wasitumike. Waislamu wasitumike kwa ajili ya kudhalilisha Uislamu ama kuwadhalilisha Waislamu au kuwakamata au kushughulikia mipango na mikakati ya wa waislamu waislamu wasitumike. Sura inakataza hivi kwa sababu huyu sahaba kama vile yeye alikuwa anatumika, alivyoulizwa na ni sahaba, alishiriki vita vya Badri, masahaba alikuwa anataka kumshughulikia pale pale, Mtume akamwambia mwacheni, na udhuru ametoa amejieleza vya kutosha na huyo ameshuhudia vita vya Badri. Kwa hiyo sura katika jumla ya mafundisho na maelekezo, waislamu wasitumike kuwa dhidi ya uislamu una changamoto kubwa katika jamii zetu tunazoishi, pengine watu tuko makazini tuko hivi tuko mafisini au ndo shughuli zetu, basi tunatumika sisi Waislamu ukawa dhidi ya Uislamu, na hata mikakati yetu mikakati ya Uislamu, mipango ya Waislamu inayopangwa taarifa zinavujishwa na Waislamu kuwafikishia au zikawafikia wasiokuwa Waislamu, au wale wote ambao wenye nia mbaya na Uislamu. Sura inaelekeza watu wasiwe katika sura ya namna hiyo ikiwa watu wanakatazwa tu kutotoa siri hata kwa watu wao wa damu, maadamu wao tu si Waislamu, vipi mtu wewe, ikawa tu wewe labda mtu muumini tu labda katika kama chama ama mfanya kazi au nini, kwa nini wewe utoe siri za Uislamu? Kwa nini iwe ndio sababu ya wewe kubomolewa Uislamu kupitia wewe? Kwa hiyo sura inakamia na kukataza watu kuwa ni daraja, Waislamu kuwa ni daraja ya Uislamu hubomolewa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika sura hii ya ayyuha lladhina amanu, enyi wale ambao mliamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, msiwafanye maadui zangu ambao sio Waislamu, wa aduwakum, na ambao pia ndo maadui zenu ninyi aulia msiwafanyi kuwa ndo vipenzi vyenu, msiwafanyi kuwa ndo wasiri, wasiri wenu. Tulkuna ilayhim bilmawadda, mkawa nao mnafanya nao mapenzi ya hali ya juu. Almawadda bimaana mapenzi ya hali ya juu kiasi kwamba mpaka siri zenu za dini yenu, mikakati ya maendeleo. Maana yake pale, mtume anatangaza jeshi la kuja ndo kuiteka mji wa Maka. Sasa wewe tena unaenda kutoa siri bwana, watu wanakuja kutoa mada kwa sababu ya mafungamano unayo. Maana yake ni kwamba unaiteketeza dini. Maana yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifeli katika jambo lile la la kuukomboa mji wa Maka na kuuteka, maana yake ndo dini tena imesha shusha. Sasa vipi ninyi muwe mnatoa siri tulkuuna ilaihim bilmawadda, mnafungamana nao kwa mapenzi na jamaa zenu, mapenzi ambayo yanapelekea mkavujisha siri kwamba mikakati na mipango ya Waislamu kaibujisha kwa maadui zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hali hiyo uislamu ukawa umebomolewa. Msifanye hivyo, msifanye hivyo. Ya ayu alladhina amanu, msitoe siri, msitumike ninyi katika kuupiga vita Uislamu, msitumike ninyi katika kutoa mikakati na mipango ya waislamu mkawapatia wale ambao sio Waislamu. Msitumike, usitumike Wakad kafaru bima jaakum min alhaq, hali ya kuwa wao wameyakufuru na kuyapinga yale ambayo mlioteremshiwa nyinyi ya haki kabisa. Wao yukhrijuna rasula waiyaku waawamekufukuzeni, wamemtoa wa mtumezlama, na ninyi wenyewe mmehamisha kule Madina. Sema yamkurubika alladhina kafaru yaqtuluka au aiuka au yaruju, walivyopanga mkakati wakuhamishe wewe au wakuue au wakufunge wewe wa iyyaku, sio mtume tu madhila haya, hata na ninyi pia. Uadui walionao wao ni mkubwa, msitumike. Kwa hiyo, Waislamu tunaelekezwa kwamba tusiwe madaraja, tusiwe madaraja ya watu kufanikiwa mipango yao, alafu sisi tunaoyazungumza humu kwenye jalsa zetu, kama hivi tunakaa tunaongea tunasoma. Sasa ah, watu wanasoma huko msikiti, wamefanya wamefanya darasa ba, wamefanya msikiti, wamefanya hivi, muislamu wenzetu ndio anavujisha siri za namna hiyo kwa maadui ambao wasiopenda hayo eh? kule wanafanya hivi, au watu wanapanga mkakati wa mafanikio kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu, nataka kujenga hivi, nataka kujenga chuo, nataka kujenga hivi, napeleka taarifa kwa watu wa wenye mamlaka ili waweze kuziwia jambo lile lisiendelee, kama vile ambavyo sahaba alijitokeza, na yeye hakutaka kuziwia, alivyouliza sema, mimi ni jamaa zangu wale kule walini walinipa himaya na hivi na hivi. Eh, sasa tusitumike katika sura namna hiyo in antuminu billahi rabbakum wamewatoa ninyi wamemfukuza mtume salama pamoja na ninyi kwa sababu tu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndio Mola wenu lazima mtambue wao ni watu wenye maadui wenye chuki kubwa juu yenu in kuntum kharajtum jihadan fi sabili ikiwa kweli mmehama mmetoka kwa ajili ya kuipigania dini wabtighaa maridhati na kutafuta radhi zangu kweli ikiwa mmeacha miji yenu mmeama tena tusiruna ilaihim bilmawadda mnawatolea siri kwa mapenzi mlio nayo ninyi na jamaa zenu ambao hawana dini wao wao wanapanga mikakati ya kuwamaliza ninyi sasa ninyi kama kweli mnataka radhi za allah subhanahu wataala kwanini mtumike kutoa siri kwa jamaa zenu ambao ni maadui zangu na maadui zenu ninyi kwa sababu tu ya dini kwanini ninyi mtumike wa ana aalam bima akhfaitu, natambueni mimi ninayajua mnayowafanya kwa siri mliyoaficha, wa ma aalantu, na yale mnayowafanya kwa dhahiri. wa man yafaluhu minkum faqad dhalla sawaa as-sabil, na yeyote yule ambaye atakayefanya hivyo, kutumika yeye ndo daraja kwa wa dhidi ya Waislamu, basi amepotoka kutoka katika njia iliyokuwa ya sawa, sawa. Fakad dhalla sawa assabil amepotea kutoka katika njia iliyokuwa ya sawa sawa sawa. Kwa hiyo aya tukio inaelezea tukio lililotokea katika Fatu Maka. Lakini inatuhusu bi umumi lafzi. Je, yeyote yule mtu asihusike kuwa ni daraja la kutoa siri na mipango na mikakati ya Waislamu kwa maadui, kwa mamlaka, kwa nani, kwa nani, ili kuziwia harakati za Uislamu zisisonge mbele. Waislamu lazima hili jambo ni katazo kubwa liliokuja ndani ya Qurani, na atakayefanya hivyo, fakad dhalla sawa assabil, huyo amepita njia iliyopotea katika njia iliyokuwa sawa sawasawa. Waislamu wasijihusishe kabisa, hawatakiwi kabisa kutumika wao kama ni daraja, wala kuvujisha siri kuna jambo lolote lenye ma <clears throat> maslahi na malengo ya maendeleo ya Waislamu ikiwa ni taasisi ikiwa ni shule ikiwa nini, muda wa kuwa na mikakati ya kuso kuusogeza mbele Uislamu, msivujishe siri kwa maadui ambao watapelekea kuliziwia jambo hilo lisisonge mbele kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu, msiwatolee msitoe taarifa hizo, usihusike, iwe kwa kutumwa au wewe mwenyewe binafsi tu. Kama jamaa wanajenga madrasa wanajenga shule wanajenga hivi wanafanya hivi, na hivi na hivi, unaenda kuvujisha siri kwa maadui, kwa sababu gani? Na we ikiwa kweli Muislamu na unatafuta radhi za Allah subhanahu wa taala. Kwa nini utumike katika sura ya namna hiyo? Msitumike katika hali ya namna hiyo. in yathqafukum yakunu lakum a'da ayuha almu'minu, tambueni ninyi, pamoja na kujipendekeza kwao kwenu, in yathqafukum wakiwatia mikononi, wakiwazidi nguvu watakuwa maadui zenu. Wewe hata ujipendekeze vipi kwao, wakiwakamata wakiamua kuwashambulia na kushughulika na Waislamu wow, na, na, wa na we utashughulikiwa vile vile. Unaweza ukahamishwa hapa eneo la mana lenye maslahi ukapelekwa huko vichochoroni au uk, ukatengenezewa zengwe ukatolewa kabisa ofisini pengine kama ni ofisini, kwa sababu tayari washawazidi nguvu utawafanya nini wewe, umetumika kama daraja Lazima tutambue haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. In yasqafu tambueni, issue haitoishia tu kama kusema ah, mimi wale jamaa zangu bwana, mimi niko nao sawa, tuko tuko pamoja, tunakwenda mnakwenda, wanawatafutia kona tu. In yasqafukum yakunu lakum aada, wakiwazidi nguvu, kwa taarifa kwamba watu wanataka kufanya fatu Maka, wanakuja kupindua mji wa Maka, wanakuja kuukomboa mji wa Maka, Wanakuja kuteka mji wa Maka. Wakiwakaa sawa, wakawazidi nguvu, ninyi hata wewe hawatokuzingatia wewe ni jamaa zako. Kwani sisi mmeteswa hapa, mkiwa mko hapa hapa Maka, na na wao wapo na wanawatesa jamaa zenu wao. Kwa hiyo hata mjipendekeze vipi, yakunu lakum aadaa, wao ni maadui zenu tu. Wayabsutu ilaikum aidiahum, na watanyosha mikono yao juu yenu ninyi wa alsinatahum, na midomo yao watatamka maneno, bisui, maneno mabaya kabisa dhidi yenu. ni wa waddu lau takfuruna, na wao wanatamani lau watawashughulikia, wa ukamata hata wewe, hata wewe ukiwa mwenzao, pengine a bana vipi, Waislamu wana jambo gani kwenye baraza lao, laidi, wanapanga mkakati gani na nini na nini, wana hivi na hivi, watavuruga wewe, ndio umetumika kutoa siri ya mambo yote wakishavuruga vuruga, waishawavurugawaislam sasa hivi tena, hakuna tena wakusema katika waislamu kama viongozi wao waishakamatwa kwa ndani kama kufungwa kama kuuawa kama kupotezwa, waishapotezwa wote hawapo, hatakuongelea hata nani wee, umebakia wewe na wewe umetumika kama daraja. Sura ni ngumu kidogo nyakati zetu hizi, mm -hmm. lakini ndio maelekezo ya kitumika Lazima mtambue kwamba wakiwazidi nguvu watawatia mkono. Wakiwatia mkononi, basi wale wakiwamaliza wanakugeukea na wewe vile hivi, watakushughulikia kama ulikuwa, sijui nani, ulikuwa balozi wa nyumba kumi, ulikuwa nani, kati mkata ulikuwa balozi wa nyumba kumi ulikuwa nani, mara unatenguliwa, mara hivi. Basi wewe huku ulikuwa umetumika. Mimi nimetumika, nimefanya hivi, nasikitika tu, wewe mwenyewe. Kwa hiyo aya na sura inaelekeza kwamba Waislamu wasitumike kama daraja la kuuharibu Uislamu, na ukitumika, utambue kwamba wewe umeuvunja Uislamu, umeuvuruga Uislamu, fakad dhalla sawaa, umetoka katika njia ile iliyokuwa sawa sawasawa sawa. Allah subhanahu wataala asema lantanfaakum arham, haitowasaidia jamaa. Makuraish walikuwa wanatesa, huyo alikuwa anasaini mkataba pale, yeye ndio mwanawe kamtesa, alikuwa anamfunga kabisa na kumtia bakora ingawa alikuja kusilimu katika fatwa Maka. Maana yule alisimama, aliyesimamia mkataba upande wa Makuraishi dhidi ya Mtume alikuwa ni sahi. Na huku aliyesimamia upande wa Mtume aliyekuwa na ratibu ni mtoto mtu, ambaye alikuwa tayari keshahamia Madina. Sasa kuna kaka yake yule bwana, ambaye ni mtoto yule bwana, na yeye anataka kuhama pale Maka, mtoto na kafungwa pingu wakati huo, maana hata kutembea alikuwa wewe, anamtesa mwanawe yeye mwenyewe. Sasa anaambiwa Hatib bin Abi Baltata ambaye alikuwa anataka kuleta siri huko Makkah kwa waliokuwa wamemhifadhi na hivi na hivi, kwa mtazamo wa kibinadamu alikuwa alikuwa na nia nzuri kabisa, wachukue tahadhari. Lakini Qur'ani ikaja inatoa maelekezo, msitoe hata kwa jamaa zenu, kwa sababu lan tanfaakum arhamukum wala auladukum, jamaa udugu wenu wala watoto wenu wala wazee wenu hawatowasaidia yaumal qiyama hatu wasaidia siku ya kiapo, lazima kama mkitaka, ya umal kiama tafsilu baina, atakusaidia mtu jamaa zako? Ya umal la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo haitomsaidia mtu mali yake wala watoto wala jamaa zake illa man atallaha bikalbin salim. Ila atakayekuja kwa Allah subhanahu wa taala akiwa na moyo safi na imani iliyokuwa imara thabiti kabisa. Kwa hiyo aya inasema lan tanfaakum tanfaakum lan arhamukum jamaa zenu wa auladu muda wakua, wow, ni, wa kuwa wao si katika ni si katika Waislamu haitu wasaidia, mkiwapa siri wao watazivujisha na ninyi mikakati yenu na mipango yenu itakuwa haisongi mbele. yaumal qiyamati yafsilu bainakum, siku ya kiyama kila mtu atafafanuliwa jambo lake linalomuhusu yeye mwenyewe. Mtatofautishwa, hakuna wewe kukaa na jamaa yako wewe, na baba yako wala wewe na nani. Yafsilu bainakum, yufarriqu bainakum, mtatenganishwa. Yawma al-qiyamati yafsilu bainakum, mtatenganishwa baina mtu na mwanawe. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Na katika sura ya Faatir Allah anasema, wa in tad'u hata kama mtu akimwita jamaa yake nisaidie mzigo nibebee, hawezi kumbebea walau kana dha kurba, hata kama jamaa yako wa karibu kabisa. Kwa hiyo watu wachunge hatua wa sawa sawa. Wallahu bima taamaluna basir, na Allah subhanahu wataala juu ya yale mnayoyafanya ni mwenye kuyaona. Hiyo ni aya tatu na kulingana, anatoa mfano sasa kwa Ibrahimu, Ibrahimu na baba yake na jamaa zao namna ambavyo ilivyokuwa. Kwa nini Allah amekuja kuziweka hapa? Kwamba Ibrahimu yule ni baba yake, lakini alichukua hatua imara, pamoja na kujua yule ni baba yake, ni mzee wake na nini, ukabakia tu yule ubaba tu kwamba huu ni mzee wangu, lakini kuna vitu Ibrahimu alichukua hatua ambazo sasa ndo Allah anasema, kad kanat lakum uswatun hasana, ninyi mna mfano bora kabisa kwa nabii Allah Ibrahim. Inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia aya hizitaziendelea kijao kwa sababu leo kidogo ratiba imebana bana kidogo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wanau